Kiongozi wa Kanisa Katoliki Duniani, Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka, Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake katika Casa Santa Marta Vatican. Muda mfupi uliopita, Mwadhama, Kardinali Farrell, alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa ajili ya maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Farrell anaongeza, kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu. Tunaipongeza roho ya Papa Francisco kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa utatu. Kifo cha Papa kimekuja chini ya saa ishirini na nne baada ya kujitokeza kwenye uwanja wa St. Peter's Square mjini Vatican kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka. Alitoka akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kupunga mkono kutoka kwenye baraza la basilika ya St. Peter's kwa umati wa watu waliokuwa wakishangilia na kusema, ndugu wapendwa, Pasaka njema hotuba yake ya Pasaka na baraka ilisomwa na msaidizi alipokuwa ameketi akitazama. Baada ya baraka, alizungushwa kwenye uwanja. Alipopita katikati ya umati, msafara wake ulisimama mara kadhaa, huku watoto wachanga wakiletwa ili awabariki. Mtakatifu Francis kwa maneno haya, ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco saa moja na dakika thelathini na tano asubuhi ya leo, kwa saa za huko. Askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Agnes Peter, TMC News.